Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika chaneli kupendwa ya Nebuye TV. Kwa siku ya leo, naomba no tuweze kuangazia husiana na mada nzuri ambayo inahusiana na ubanguaji wa asili wa korosho katika, katika video yetu. Hiyo ina maana hapa ni mkulima wetu ameshatoka shambani kwenda kuvuna korosho zake, kwa anazo pale nyumbani, yupo anazibangua. Kwanza kabisa mpenzi wa mtazamaji wa Nebuye TV, naomba uweze kukumbuka kwa subscribe ku like na comment, na pia kuweza kufuatilia video hii hatua kwa hatua kuanzia mwanzo wa video mpaka mwisho wa video yetu, kwani makala yetu ni nzuri, ni makala halisia ambayo unaweza kufanya wewe mwenyewe nyumbani na pia ukajifunza kitu kama unavyotazama <coughs> katika skrini yako. Hiyo ni hizo, ni korosho ambazo tayari zishabanguliwa. Hii ndio ubanguaji wa asili ambao mtu anachukua korosho zake anazichoma na pia anaanza kuzibangua. Ni kubangua maana kugonga, ni kutenganisha kati ya gana lile gumu pamoja na korosho ambazo unazoziona hapa katika skrini yako unazotazama. Hicho, hizo ni korosho ambazo tayari zimeshabanguliwa. Hizo ni korosho ni, ni korosho kama, kama zile ambazo unazokula ambazo zimeuzwa mtaani ko kiuhalisia au kienyeji ndo wanabangua hivyo. Kwa hiyo wana bangua, tutazama taratibu mpaka tuona kwa jinsi ya kubangua hizo. ni korosho ambazo tayari zimechomo ko kwa cha kwanza, ibida kuzichoma korosho zako na zichoma, zinakuwa katika hali kama hiyo, utadhani kama zimeungua, lakini ndo zinavyoiva hivyo Ndio, kwa hiyo ni korosho ambazo tayari imeshachomwa zimeshachomwa. Ni korosho ambazo zimechomwa hapo, zinasubiri kuja kubanguliwa, yaani kuja kutoa gani ile jeusi. Kwa hiyo kitoa ule utaratibu wa kutoa gani jeusi, ndio ndona kitaalamu kwamba kubangua au kuzachanisha. Kwa hiyo ni ganda, hizi ni zile korosho tayari ziko tayari. Kwa hiyo ni ganda ambalo hizi ni zile korosho ambazo tayari ziko tayari kwa mbele za maji. NEBUYE TV tuna kutembea katika wakulima wadogo na kwenda kuangalia changamoto zao na kujifunza kitu. Kwa hiyo leo tulikuwa kwa mkulima wetu ambaye yeye anabangua korosho atatufundisha. Kwa hiyo hapo ndo anapobangua, ina maana na na natoa maganda. Kama unavyotazama katika hapo ndo na ubanguaji wao, kwa hiyo wanasema ugonge. Kama unavyotazama hivyo unagonga, unazigonga korosho zako. Kwa hiyo ugonga unakuwa unatoa kwa hiyo ndo ubanguaji wa asili ambaye maana wa unachukua muda mwingi sana. Kuna korosho zingine ambazo anazikosa anazikosa, ina maana kwenye muda wa kuchoma zimeungua sana na tazikosa au kwenye mtu akakubangua. Kusubscribe, kwa kusubscribe Nebuye TV, tunategemea support yenu wapenzi wa mtazamaji. Kwa hiyo ni korosho maana alichoma korosho nyingi na mshauri waweza kuvaa glovu kama alivyovaa mwenyewe, kwa sababu kama unaangalia sababu skrini yako, hizo korosho zinakuwa na mafuta mengi, kwa sababu zinaharibu mikono. Kama utakuwa unabangua bila kuvaa nili, bila kuvaa kitu chochote mkononi, ina maana zitaharibu sana mikono yako, na zikachuna, zikachuna, kwa sababu mafuta ya korosho, yani waza akachuna mikono mikono, akachunika ikapasuka, mikono ikaharibika. Kwa hiyo mbinu za zamani, huo ndio ubanguaji wa korosho njia asili, maana kwa asili kabisa. Tuko shambani kwa mkulima moja kwa moja, asili hiyo ni asili kabisa, moja kwa moja, maana hajatumia gharama yoyote. Kuna kama nilivyokuambia hapo, lazima upige kwa kawaida, na unachukua kijiwe kidogo chepesi au kijiwe kama hicho unagonga, kwa sababu zinakuwa tayari zimeshaungua, zinakuwa ni nyepesi, zinakuwa zisumbui kwa mbizi za maji, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mawasiliano

akibangua anazitengeneza na kuwa anauza kimafungo, kwa kuna uzaji wa kienyeji kimafungo. Ina maana kila fungo anauza, ukachoma ukabangua, kwa unauzia wateja kwa mia mbili mia mbili mia tano. Korosho ni kubwa, yani umbo lake ni kubwa, kwa ukipanga tu kidogo korosho zako kumi kumi na tano tayari zimefika bei ya kuuza kwa shilingi 500 kwa hiyo, zina faida kubwa sana na kushawishi mpenza wa jamii, ujitahidi sana, na wewe uweze kulima korosho au uje ununue korosho au la nguwe ubangue hivi, uko bangua kwa kienyeji au kabangua kwa kitaalamu, pia ukapata mavuno yaliokuwa mazuri, matunda mazuri. Kwa hiyo ndio mkulima wetu anaendelea kubangua, ina maana mpaka tafikia malengo yake kwa leo. Kwa ni korosho zi a zina mafuta mengi sana kwa kwa mafuta haya, kuvaa zile mipira mikononi, yote kwenye konto, maji korosho zimeinga mafuta yani, maana zina mafuta, mafuta nyingi sana zina mafuta mengi sana, unapokuwa unachoma ndo kubangua ule uweze kupata vitu vya kuvaa maana bila hivyo mikono itachubuka na mikono itaharibika. Kwa hiyo korosho zetu, ukiona ukiona kama zimeungua hivi, lakini ndani ndo kama ulivyotazama pale awali, kwa maana ndani zinakuwa. Kwa hiyo korosho zina, zina faida kubwa mbele za maji kama unavyotazama nyingine, mbele za maji korosho kama unavyoangalia hizo banguliwa hizo zina faida kubwa sana. Ina maana ayo maganda hayo yanabakia, unaweza kupeleka shambani kusaidia katika kuongeza shambani mbolea, inakusaidia ina katika ufugaji a kwenye banda la kuku au banda la bata ak inakaa vizuri tu bila kuwa na shida yoyote, kwa sababu ndio watu wengi wanatumia kitu kama hicho, yani kwa kabla ya mapumba. Lakini mpenzi wangu, mtazamaji wangu wa NEBUYE TV, nakukumbusha, kumbuka kusubscribe, uweze ku-like na ku-share na comment. Kitu kingine katika hizi of course tunazotazama kwenye screen yetu hapo, hizi ambazo zitabanguliwa kama na hiyo na <coughs> ni faida kubwa sana. Cha kwanza itakupa kipato. Ina maana ukiwa unauza kwa, kwa bei ya rejareja kama mia mbili mia mbili au mia tano. Ina maana kusaidia wewe katika kusomesha watoto na kupata kipato ambacho kitakusaidia kukidhi mahitaji yako madogo madogo ambayo ulionayo. Hiyo ndio korosho, ina maana utakapoiuza ukichambua kubwa kubwa kama hizo kubwa. Kama hizo ni maana zinakaa chache tu, unapata hela yako kwa kusaidia kupata kipato, na maana kama unakuwa na shida yoyote unaweza kutaulia pia kitu kingine, pia itakusaidia hata wewe mwenyewe unelima afya, kwani korosho na mafuta itakusaidia kuongeza protini na vitu vingine katika mwili wako kwa binadamu. Korosho kama hizo, hebu ukipanga hizo tano hizo, mtu lazima kukupa shilingi mia mbili. Kama hizo ukizipanga tano au kumi, utapata shilingi mia tano. Kwa hiyo ni uhakika katika biashara yako. Kitu kingine, ukiwa ndogo ndogo unazipanga hizo, utauza kwa bei ya chini. Lakini pia utazisoti kwenye mambo ya uuzaji, lazima utachagua, utachagua kama hiyo hiyo ni kubwa, kama kubwa kubwa zote utazibidi pamoja, kwa hiyo maana hata mauzaji yake yatakuwa yako vizuri. Na kwa mambo ya maji, kwa mambo ya subscribe, kwa mambo ya ku like, kwa mambo ya ku share na pia kwa mawasiliano tuwasiliane, unaona pembe za maji na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Kikubwa na kuomba tu uweze kutazama mpaka mwisho na uweze kujifunza. Kwa hiyo, mpenzi wa Nebuye TV, kupitia video hii, jambo gani ambalo umejifunza? Nasoma kwenye comment hapo, uweze kunielekeza kupitia video hii ya ubanguaji wa korosho kwa njia ya asili. Ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza kupitia video hii, au ni jambo gani ambalo umeweza kujifunza kupitia video hii, kwa ni malengo yetu ni BTV, ni kuweza kuelimisha jamii, kuwafundisha jamii ili waweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo, mtazamaji, ndio hizo korosho zetu ambazo zipo hizo korosho zetu, na kukumbuka kwanza ku-subscribe ni muhimu sana, na kuunga alama ya kengele, ili kusudi uweze kuwa wa kwanza kupata video nyingine zinazokuja video nyingine nzuri zinazokuja na utaweza kutamaioso zetu zinapatikana vizuri tu. Kubwa ni mawasiliano, tuweze kuwasiliana. Mawsio yanapita hapo chini ya skrini yako, tuwasiliane jinsi gani kuweza kuzipata hizo korosho, kuweza kumsaidia mkulima aweze kujiinua kuliko ni bangua hiyo kiasili ili aweze kubangua wa kisasa na apate mavuno yakakuwa mazuri. Kwa ambai watazamaji wa Nebuye TV, hiyo ndo mada yetu ya leo, na mwisho wa mada hii ndo mwanzo mada nyingine. Asanteni sana, karibuni Nebuye TV.